ni Bwana Jumbe Ibrahim. Zamani sana katika kijiji cha Msumeno kilichozungukwa na msitu mnene, ulisimama mti mmoja wa ajabu. Ulikuwa mweusi kama makaa ya moto, wenye matawi yaliyoinama chini, kana kwamba una huzuni ya miaka mingi. Hakuna aliyejaribu kukaribia, maana kila usiku watu walisema wanasikia mti huo ukilia. Sauti ya kilio chake ilikuwa nyembamba kama ya mtoto mchanga lakini ya kusikitisha mno. Wenyeji waliuita mti unaolilia giza. Siku moja kijana mmoja jasiri aitwaye Kulanzi aliamua kuchunguza siri ya mti huo. Alikuwa yatima na mara zote alihisi kuna kitu kinachomuita kutoka kwenye huo mti. Usiku mmoja wa mwezi mpevu, akiwa na fimbo ya babu yake na hirithi ya mama yake, Kulanzi alielekea msituni, akiwa na moyo uliojaa maswali. Alipokaribia mti, kilio kilianza tena, lakini sasa kilikuwa kikimwita kwa jina, Kulanzi Kulanzi, njoo nisaidie. Kulanzi alishituka, alijaribu kukimbia, lakini mizizi ya mti ikajikunja na kumzuia. Ghafla ardhi ikapasuka na kumvuta chini hadi kwenye ulimwengu mwingine. Huko Kulanzi alijikuta kwenye kijiji cha kale kilichojaa watu waliogeuka kwa vivuli Mzee mmoja mrefu mwenye macho yanayong'aa kama nyota alimkaribia na kusema, wewe ni wa ukoo wa mwisho wa wachunguzi. Mti unaolilia giza ni ndugu yetu, alilaaniwa na uchawi wa chuki. Ni wewe tu unayeweza kurejesha katika hali yake ya kawaida, lakini utalipa gharama. Kulanzi aliuliza, ni gharama gani? Mzee akamjibu kwa sauti ya chini, ni ama wewe ubaki huku milele au utoe kumbukumbu zako zote za dunia. Je, yeah, Kulanzi atakubali kusahau maisha yake ili kuokoa mti, au atabaki mfungwa wa vivuli milele? Msimuliaji wako alikuwa ni mimi Lizo Mavoice. mtunzi wako ni Bwana Jumbe Ibrahim, sante sana, chao.